Unaamini katika huduma mbili kwa mtu mmoja, kwa maana unaweza kaa posto but you have way. kuna spirit ya walimu pia ndani yako, zile zaitwa ofisi tano ya uh -huh. utendaji wa Yesu Kristo ndani ya mwamini uh -huh. Ni, ni, ni, ni, ni, unaweza kaenda mahali kama mtume, alafu ukaanza kuchunga kanisa kuchunga <laughs> kanisa mm. <laughs> maana yake utafundisha yeah. uwezo sema mimi ni mchungaji actually, uwezo kutenganisha uchungaji na walimu, ukiangalia kwenye fashion yeah. zote yeah. pale wanasema a shepherding Teacher. Kwenye Yeremia anasema nitawapa wachungaji watakaowalisha maarifa. Kwa hiyo mchungaji lazima aweze kufundisha. Well, you can be apostle and do prophetic while in evangelist, wow, and you are pastoring the church by teaching. Wow, nice. Kwa hiyo, kwa hiyo, uh, Mungu haimgombezi hapa bwana kupa vitu kumi. Kama kama akiamua, kwa nini? shida ni nini? Ya, kwa hiyo alafu zile ofisi sio kama kitu ambacho mtu anavaa, kama kofia alichofungiwa kichwani ambacho hawezi kuvua. Okay. Zile primarily ni functions, ni utendaji kazi. Good. Kwa hiyo huwezi kusema mimi ni mchungaji siwezi kwa, kwa mtume. No, mm, sababu neno mtume wenyewe ni kutumwa. Yeah. Kwa Mungu aweza akawa nachunga kanisa Tanzania, akutuma Zambia, hapo ni mtume tayari mm. Kitenzi kile ni kutuma yeah. Kitenzi ukifanyia kazi: kutuma, kutoa unabii, kuchunga, kuinjilisha mm. kufundisha mm. Mtu anaweza akafanya kulingana na uhitaji wa watu wakati huo okay. yeah. So so, mahitaji ya kanisa la mahali yeah, yanaamua kipi kinafanya kazi wakati gani. Okay. Yeah.